Jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania nikimaanisha JWTZ limeweza kutangaza nafasi za kwanza kabisa kwa zoezi la uandikishaji wa vijana wa Kitanzania ili kuweza kujiunga na jeshi ambalo limekuwa likilengwa eh, waliohitimu kuanzia kidato cha nne hadi elimu ya juu yani, nikimaanisha chuo kikuu. Sasa tangazo hilo limeweza kutolewa na kaimu mkurugenzi na, wa habari na uhusiano wa JWTZ Kanali Gaudestus eh, il Ilonda jijini Dodoma, ndipo aliweza kutoa taarifa hiyo ambapo kuwa kwamba waombaji wote ni lazima wawe raia wa Tanzania, lakini pia afya njema na wasiwe na rekodi ya kihalifu, yani wizi, yani matukio yale ya jinai ambayo unakwisha kuyafanya, hautakiwi kuwa nayo ili uwe na nafasi ya kuweza kujiunga na jeshi la wananchi. Sasa vijana ambao wanakuwa wanatakiwa eh, ni waliomaliza mafunzo wa ya jeshi kujiunga na Taifa JKT, kwa mujibu wa sheria au kwa, eh, kwa mkataba wa kuweza kujitolea, lakini pia eh, hajatumikia jeshi la polisi, magereza, chuo e, cha mafunzo au kikosi cha kuzuia magendo. Lakini pia kwa upande wa umri, waombaji elimu ya sekondari wanapaswa kuwa na umri usiozidi miaka 24, stashahada miaka 26, shahada miaka 27, huku madaktari bingwa wakiruhusiwa hadi miaka 35. Sasa hizo zimekuwa ni fursa ambazo pia zinakuwa zinaendelea kutokea e, katika nchi yetu ya Tanzania. Watu meombwa kuweza kwenda kujiunga na masuala mazima ya jeshi la wananchi, nikimaanisha JWTZ, kwa sababu hii yote imekuwa ni tunajua kabisa pia kumekuwa kuna kuna kuna kuna shida ya ajira watu wengi wamekuwa wakilalamika sana ajira. Sasa nafasi zinajitokeza kama hivi za kwenda kwenda jeshi, so huenda bahati yako ikawa ni kwa upande huo. So unaweza kufanya masuala mazima ya usajili, lakini pia kuweza ku, ku, ku, kutuma maombi yako eh, kwa sababu nafasi pia zimeshatoka na wametoa kwamba list ya watu ambao wanastahili kuweza kuomba e, nafasi hizo miaka 24 kwa kidato cha 4, kuanzia miaka hiyo unaweza kaenda, lakini pia miaka 26, 27 mpaka miaka 35 kwa wale madaktari bingwa ambao wanaweza kuruhusiwa kuweza ku, E, kutuma maombi ya JWTZ, mambo yanakuwa ni mengi ni mengi sana, so e, kila mmoja aweze kujisajili huko na kuweza kuomba, mambo yatakuwa safi na salama kabisa. Habari kutokea hapa Tanzania, na hii ni sawa sawa digital. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii ikimaanisha Facebook, Instagram pamoja na X, bila kusahau YouTube. Ukisubscribe utakuwa umetisha kinoma noma.